Piga tu Yesu makofi mazuri <laughs> mazuri. Haleluya ya piga yeah, tena kiasi. Amen, amen. Amen. Tunapozidi kupata neno tukitafakari mchana na usiku, na tunapozidi kuisoma na kuelewa zaidi, naomba ndani mwetu tuzidi kutakaswa na kubadilishwa. PLO Lumumba ni mtu amebarikiwa kusafiri sana. So siku moja alikuwa kwa uwanja wa ndege katika mojawapo ya nchi za Warabuni eh, kule kwa Waislamu. So, aliona kibao imeandikwa au kastika kanako sema, unaweza acha bagi yako hapo maana hakuna Wakristo. hiyo meeting ulikuwa Yani, Pilolumba alikuwa naongea na wachunga jalilia, wacha bagi yako hapo maana hakuna Wakristo. So inamaanisha mahali pana Wakristo ni hatari sana kuacha bagi <laughs> na ni kweli. Tumepoteza simu hapa ndani, sio nje, hapa ndani. Na si mara ya kwanza. Kuna simu tulipoteza hapa mpya, ile ilikuwa ni gadget? Imported, bado iko na ina harufu ya ndege, ikabebwa hapa na ikaenda. Last week nyingine ikaenda. So inataka kuonyesha kwamba kumbe Waislamu wako na uaminifu kuliko Wakristo. Ni mbaya sana. Just bad. Now we are the people who are born again, watu ambao na true testimony of their God, yaani bagi kiwako ikiwachwa kando yangu, mwenyewe anaenda akiwa na wasiwasi. Jamani, kupoke utukufu Yesu kupakea. Kupakea. Mchungaji, tusaidie kabisa, neno hili liingie, litoe tabia ya uizi na tabia ya tamaa mbaya, yani iingie dip Unajua ni tabia ya uwizi. Na tamaa. So as the word goes deep, zina ng'olewa na tunakuwa safi. Na ukisikia yenyewe kuna katabia ako. Anapo bide sema ya, ya neno neno. Hapo hapo ndio kuna uwizi. Deal with it. Hapo ndio kuna tamaa ambaya. Deal with it. And by the end of this year, we'll be having super saints from this place. Hiyo so uh, ni madhabahu na tutadili nayo kwa miracle service. Madhabahu ya wizi. La, nyanya yako alikuwa mwizi, alikuwa anaimba tumbako sokoni na baba yako alikuwa anaiba eh, eh, kule kazini, anaiba boot, hizi boot za kazini. Unaona kwenu kuna boot mingi, kumbe zote ni za wizi. Na wewe uniform ilishinda kupotelea kwa mikono yako si socks. Na sasa hata ukiwa hapa na uko na Yesu bado unasikia hiyo kitu inakupanda, but the good news, tumeongeza cameras, physical cameras are all over

Kisha naomba tuketi, naomba tuketi sisi zote kwa jina la Yesu. Tunaweza wa appreciate hao waimbaji wanapoketi pia, maana wamesimama kwa hii madhabahu tangu asubuhi, tangu saa kumi na mbili na nusu ikiwa haijafika wanakuwa hapa na wako hapo mpaka saa kumi na mbili ya jioni saa kumi na mbili ya njioni pia watakuwa hapa hai may the lord make you shine here and there when we get there may the lord remember you and remember everything that you desire in your heart that yo he may merit in jesus name everybody say amen, amen. nachukua nafasi hii kuwashukuru nachukua nafasi hii kuwashukuru kila mmoja wenu kwa kuja kwa ibada hii ya tatu, ibada ya Kiswahili. Naomba Mungu awabariki kila mmoja wenu, awatende mazuri. Najua Nairobi kila mtu ako na mahali pa kwenda. Nairobi kila mtu akuanga anakuanga na haraka, sio anaenda wapi mtu nagongwa na, na mtu taoni

<laughs> so what must must we we do we must slow down and read the word. Tupunguze speed na tusome neno na tuiangalie neno, maana hii mwaka ni mwaka yetu ya kusoma neno la Mungu. Nilisema kwa ibada ya kwanza kabisa ya saa mbili ile iliisha saa mbili, atutakwama tena kwa TikTok; tukwame mwaka huu kwa neno Tusikwame sana kwa WhatsApp, tukwame sana kwa neno la Bwana na ndio niliwaomba last Sunday eh, kila mtu ajaribu kabisa anunue kitabu hiki. Biblia inasema kitabu hiki cha agano ama cha sheria ki, kisitoke kinywani mwetu, kitafakarini usiku na mchana. Biblia haisemi simu hii, inasema kitabu hiki, na niliwaomba, tusome tusomesome kitabu sana sana. Ubaya ya kusoma hiyo Biblia iko kwa simu, mimi na na wewe okay, si nyote, mimi na a few others, ukiendelea kusoma uone message ya M-Pesa imeingia. Eh, eh, utaona afadhali uachie mstari hapo, utakuja kuendelea waangalie hiyo Mpesa ni kama ni ngapi, unajua inaonyeshanga ionyeshangi kabisa ni ngapi, lakini umeona ni Mpesa. Sasa unaweza wachana na hiyo scripture hapo. Ukikuta hiyo Mpesa inaweza lipa rent, uende kwanza ukasort rent, ukasort stima na usort maji na, lakini kama ungekuwa unasoma kitabu hiki na daktari alisema, this cannot be edited. The rest can be edited or deleted. Or there can be an omission kwa hivyo naomba kila mmoja wetu ni wa direct pale unaweza pata kitabu ya mtumba. Niwaambia <laughs> pale mnaweza pata kitabu ya second hand ya Bible. Pale National Archive. Hapo National Archive. Kuna vitabu mingi zimemwagwa hapo, zingine ni Bible. Zimefunikwa na karatasi chafu. Zingine ni Bible. So pitia hapo jinunulie kitabu ya mia nne, ya Bible, ama ya 500. Lakini ukitaka kwenda kwa bookshop unaweza nunua ya 1500. Inatoshana na ile kiatu umefaa. So tafadhali naomba kila mtu angangane mwaka huu ununue. Na uzuri lugha ya mama, lugha ya mzungu na lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo, unaweza chagua lugha moja maana mwaka huu ni mwaka wetu wa kusoma Bible. Haleluya! Vile unaona kwa hii bana, mwaka wetu wa kusoma bibilia, kutafakari bibilia na kulitii bibilia. Na tukitii neno la Bwana, Bwana mwenyewe amesema atathibitisha, ataconfirm, atathibitisha neno lake ndani yako. Hata akikosa kukuthibitisha wewe, atathibitisha neno lake ndani yetu. Kwa hivyo kama vile Ezekieli anasema mlango wa tatu mstari wa tatu tukule neno, tujaze tumbo letu na neno ili tunapozungumza tuzungumze neno. Tukizungumza katika hali ya hasira, hakuna kutukanana na unasema nilikuwa nimekasirika. Hata ukikasirika, unatoa neno. Wakati uko na furaha, usipeane ahadi za uongo, toa neno Neno la Bwana likaa ndani yetu, litulie ndani yetu, na iwezi kaa bila sisi kuitafuna kuikula na kuimeza. Haleluya, naomba tusome pamoja kitabu cha nane cha Mathayo, tuanze Mathayo mlango wa nane, Mathayo chapta namba 8, tusome kuanzia mstari wa tano. Matthew chapter number 8 tusome kuanzia mstari wa tano, eh, tutasoma watano hadi 8 then tuendelee tukiruka ruka. Inasema, oh, nimewekewa hii kitabu. Uh, uzitoe kitabu umetoa kitabu na sikuwa nimekiona, shule. Haya, rudisha kitabu hapa tu waje tusome hii na urudishe kitabu hapo. Na alipoingia Kapernaumi, huyu ni Yesu. Na alipoingia Kapernaumi, hafisa mmoja alimjia. Next verse, akamsii akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani mgonjwa wa kupooza anaumwa sana. Yesu akamwambia nitakuja nimponye. Tusimamia hapo. Brethren, good afternoon. Yesu aliingia Kapernaum, ofisa mmoja OCS OCS, akaja akamwomba Akamwambia, mtumishi wangu kule nyumbani ni mgonjwa sana, anaumwa kabisa, amepooza na kuomba umponye. That was the prayer. Na kuomba umponye. Nataka tuone pamoja jibu ya Yesu. Jibu Yesu ni hii anasema Yesu akajibu maombi, maana Yesu ujibu maombi. Akasema nitakuja ni mponya. Kila mtu akijibiwa maombi namna hiyo na Yesu atafurahi. Yaani, Yesu atatuma pasta Nzola? Akasema yeye mwenyewe atakuja life amponye, atumani anakuja amponye. Kila mtu akijibiwa maombi namna hiyo atafurahi, atatamani kutembea na Yesu mpaka kwake. Maana Yesu akifika kwako si kukuponya tu, atakuponya na ashughulikie mahitaji ingine ya kindani na, na maombi ikajibiwa. Lakini listen to what the officer, the OCS says. Next verse: yule afisa akamjibu akasema, Bwana mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu. Huu ni mwaka wetu wa kusoma neno, na hili neno ni neno la Yesu. Ofisa anasema asante kwa kujibu maombi, asante kwa kutamani kuja kwangu, lakini tafadhali na kuomba, mimi sistahili ukuje chini ya rufu ya nyumba yangu, lakini nakuomba useme neno, maana ukisema neno. Haleluya! neno la Yesu linafanya kazi. Neno hili tunalisoma kwa sababu ni neno la weza, ni neno linaweza kunyamazisha maneno ya wachawi na waganga. Neno la Yesu linaondoa magonjwa, neno la Yesu linaweza. Haleluya! Tulisoma kitabu cha Psalms 138, inasema Mungu ameinua neno lake kuliko jina lake, amepandisha neno lake kuliko jina lake. Kwa hivyo mwanamwa mw, ofisa akasema, Yesu usikuje sema neno tu, maana neno lako ni, ni nguvu, neno lako ni hama, neno lako linaweza. Neno lako linaponya. Wapendwa, tunahitaji neno kila tunahitaji ni neno la Bwana, kila tunahitaji ndani ya maisha yetu ni neno la Bwana. Dada, ukisukuma sana na ndoa, usirudi kwenu kwa wazazi wenu, usirudi kwa wazazi wenu, mwambie Yesu sema neno. Sema neno kwai ndoa yangu, sema neno kwai biashara yangu, sema neno kule kazini, sema neno. Mwanaume alisema sema sema neno halisema, sema neno alisema tu na akamwambia vile mimi najua neno lako, ukisema neno mtumishi wangu atapona. Why are we reading the word? Kwa sababu neno la bwana linatosha, neno la Bwana ni ngome imara. Ninaomba yule mgonjwa apone kwa jina la Yesu. Did you know, katika ibada hii kuna mtu mkono yake inachoka Unasikia mkono inachoka. Unasikianga mkono yako moja inachoka. Una, unasikianga inachoka tu. Kuna mtu seated in this service kwa ibada hii as I am speaking. Mkono yako inachokanga. Unasikianga mkono moja inachokanga. Nasema hivi, Yesu ameona na anasema neno. Mkono yako haitachoka tena. Kinachochokesha mkono yako. Hicho kinachochokeshanga mkono yako bure tu, si hata umeinua kitu, unasikianga tu hii mkono imechoka. Unasikianga mkono yako imechoka. Yesu anakutenda. Haleluya, asante kwa kuja kwa hii ibada. Mkono yako imepona kwa jina la Yesu. Alisema neno tu na kwa neno lake. Mwanaume alisema, ukisema neno huyo mtumishi wangu atapona. And I want to tell that person with a hand that gets tired. Mkono unaochoka umepona kwa jina la Yesu Kristo, yeah. Ulifanya vizuri kuja hii ibada haleluya. Siku moja utatoa testimony. Next verse. Na uyu mwanaume anaendelea kuongea anasema, kwa maana, anatoa testimony anasema, kwa maana mimi ni mutu, ni mtu osi. Yes. Mimi ni mtu niliyewekwa dhidi chini ya mamlaka. Mwenye askari chini yangu. OCS ni officer commanding police station. OCPD ni officer commanding police division. OCS ni officer commanding police station. OCPP ni officer commanding police post. Kama iko hapa. Sinilewambia najua vitu mingi na hata zingine siwini sabini najua. Huyu Tomi alikuwa alikua yes, ako na masoja chini yake, na akasema, akamwambia Yesu, sitaki ukuje, nataka useme neno. Anajua nguvu ya neno, anajua nguvu ya neno, anamwambia Yesu, mimi naambianga askari mmoja kuja na kabla hajakuja namwambia simamia hapo, rudi, anasimamia hapo na anarudi. Na ulisi swali ulikuwa umeniitia nini? na ukani Munajua mnanga a lot of rights. Mkubwa anaweza kukwita na kabla ujafika, ngoja, rudi. Mimi maibosi akiniita, lazima aniambie kwa nini alinieta. <laughs> Tamuliza swali, you know I was doing something, I have come, what are what what, umenite anini? It is not so with the police officers.